Habari hii ni faida natoa au maelekezo. So faida ni maelekezo. Leo hii unakuta mwanamke au mwanaume anasumbuliwa na kizazi, anatafuta watoto, mtoto eh, ameenda hospitalini, amezunguka sana hospitalini, anaambiwa bwana atakiwa afanye operation eh? kwenye tumbo lake ya kuko sawa, kwa njia zake za uzazi ziko sawa, lakini mimi, sisi au mimi nikiangalia, tunaona kabisa kuna jambo aliko sawa kwenye tumbo lake, ni uchawi au viumbe majini wabaya walomsudiwa, waloagizwa wa kufanya jambo fulani, wanageuza tu mambo fulani kwa juu chini chini kwa juu, ili bali kushindikanisha asipate ujauzito au asipate mimba au asipate kumtia mwanamke ujauzito au asipate nguvu ya kuzalisha. Eh, yeah? Ndio matatizo makubwa sana ambao watu wengi wanasumbuliwa, kama naye mmoja hapo asumbuliwa na matatizo Usiende ufanye operesheni, usiende ufanye jambo lolote, njoo kwangu, njoo kwangu, tuasiliane, njoo kwangu. Kwa Mwenyezi Mungu kupitia elimu hii na tiba, utafanikiwa. Nitafute jambo, litakuwa sawa.